Namba yangu. Nipe yangu kabisa. Mpangishaji mama siayona. Iko wapi? Yaani, haya ni matatizo. Dada, mwenye hela ulienda kununua bufu. Lakini sivyo, shauriana mdogo wangu kutoka hapa mguu pakao tukaenda kununua bufu. Aha, kumbe hela yenyewe mlienda kuvuta dundo eti. Hela yangu mimi nahangaika kuitafuta, mnavuta dundo. Mama, tupe sasa. Yaani ya leo tu, ya leo tu. No, tena msin, msiniguse hilo dundo, nalitaka sana sasa. Kwa kuwa umenipata, hilo halina shida. Yupo mwanangu mwanangu, dalali na imani kitando tapata. Mbona hii namba kama ninayo? Oho, mcheki basi. Sawa bwana, haina shida bwana. Haya choga, sasa hapa tumja kusalimia, maana umehama hata bila taarifa. Hatujui yeah. Tumekuja kusalimia huko haupo. Oh, shoga yangu ni story ndefu.